Karibu sana wapenzi watazamaji, niwachanganulie niwaelezee yale yote ambayo yametendeka. mimi ni, ni waeleze, ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Je, unanitazama kutoka sehemu ipi ya taifa? uko taifa lipi? uko sehemu ipi nieleze hapa chini, ili tuweze kusahihisha register, ukipenda sajili Samia sijui ataficha wapi uso. Kikundi cha wanawake kutoka Tanzania kimeweza kumkataa yeye kama rais, na wamesema wanaomba uchaguzi uweze kurudiwa upya ili Tanzania kumchagua kiongozi ambaye yuko na vigezo ambaye yuko na baraka pamoja na ridhaa za wananchi. Unajua, akina mama wengi wamekuwa wakisema kwamba hata wao wapewe nafasi ya kuongoza, lakini kipindi ambapo nimeweza kuona kwamba akina mama wamemkataa Samia na kusema kwamba uchaguzi wa 29 Oktoba haukufanyika, na hivyo wanaomba kwamba uweze kurudiwa na viongozi wengi waweze kuruhusiwa kushiriki uchaguzi. Basi alake Samia limekwisha. Ninamaanisha nini? Baraza la wanawake wa chama cha Chadema au kipenda chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, limetaka uchaguzi mkuu wa Tanzania urudiwe upya baada ya kufanyika mabadiliko ya kisheria na mifumo ya uchaguzi, kikieleza kuwa uchaguzi uliopita ulikuwa batili na haukuakisi matakwa ya wananchi. Kuna kitu ambacho naomba uweze kusikiliza hapa, mpenzi mtazamaji, naomba uweze kunisikiliza hapa. Baraza hili la wanawake wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wamesema kwamba uchaguzi uweze kurudiwa Tanzania, kwani ule uchaguzi ambao ama ule ambao unaitwa uchaguzi ambao uliweza kufanyika tarehe ishirini na tisa haukufikia na haukuakisi vigezo na matakwa ya wananchi, lakini vilevile unapaswa kuzingatia. Wamesema hivi, uchaguzi huo uweze kuandaliwa upya baada ya kufanyika kwa mabadiliko ya kisheria na mifumo ya uchaguzi. Kwa hivyo, hata uchaguzi uweze kurudiwa kabla ya mabadiliko ya kisheria pamoja na mifumo ya uchaguzi kufanyika, huo uchaguzi tena wananchi wataukataa. Kina mama wanasema hivi, hii mifumo ya uchaguzi ambayo wanaimba, ni vyama vingi viweza kuruhusiwa kushiriki uchaguzi Tanzania ni uchaguzi uweze kuwa huru na wa haki, ni vyama vyote viweze kuruhusiwa kushiriki mchakato wa kuwachagua wenyekiti wa tume ya INEC ya kusimamia uchaguzi Tanzania, sio serikali peke yake iweze kujichagulia wale ambao watakaosimamia Hayo ndiyo ambayo akina mama wamesema. Bila ya hayo uchaguzi tena hakuna. Wamesema kwamba mabadiliko ya kisheria, sheria ambayo ipo Tanzania ni mpaya sana, yaani eti kwamba mtu akitangazwa kwamba yeye ndiye mshindi wa kiti cha uraisi, mshindi wa kiti cha ubunge mshindi wa kiti cha udiwani na msimamizi au mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Tanzania INEC hakuna yeyote mwenye yuko na uhuru wa kwenda kupinga hayo matokeo mahakamani kwa hivyo akina mama hao wanataka hivi sheria kama hizo ziweze kubadilishwa ili yeyote yule mwenye atakuwa hajaweza kutosheka na matokeo ya uchaguzi anaweza akaingia mahakamani kutafuta haki. Na mabadiliko ya kisheria yengine ambayo wanataka, mpenzi mtazamaji, ni katiba mpya ambayo inaruhusu demokrasia iweze kustawi Tanzania. Sasa tamko hilo limetolewa na mwenyekiti wa wanawake wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Bawacha Taifa, mwenye anaitwa Sharifa Suleiman, wakati akizungumza na vyombo vya habari, ambapo ame, amesema kwamba baraza hilo linaunga mkono tamko lililotolewa Desemba tarehe 11 mwaka 2025 na na makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche la kupinga kile walichokiita uchaguzi mkuu batili pamoja na matokeo yake yote. Kwa hivyo unaona baraza hili la wakina mama vilevile vile wameweza kuunga mkono kukataa ambacho kile ambacho kiliweza kuitwa kwamba ni uchaguzi batili, uchaguzi wa kupika matokeo. Sijawahi ona rais ambaye anashinda kwa asilimia tisini, na inaelezwa kwamba hata wale ambao walikuwa ni makarani wa kusaidia vituo mbalimbali vya kupiga kura waliambiwa kwamba wachukue karatasi za kupiga kura wakapige kura na kusema kwamba wamemchagua Samia. Sasa Sharifa amesema kwamba baraza hilo la wanawake wa chama cha ma, uh, maendeleo cha demokrasia na maendeleo Chadema BAWACHA linaunga kauli hiyo mkono kwa misingi ya kulinda haki ya wanawake waliokumbwa na unyanyasaji mkubwa wa kisiasa katika nyakati mbalimbali za uchaguzi huo hali yaliyodai ilikiuka misingi ya haki, usawa na demokrasia. Kutokana na hali hiyo, baraza hilo la wanawake wa chama cha Chadema imemtaka Rais Samia Suluhu Hassani kuweza kujiuzulu, kujiuzulu mara moja na kujitafakari kwa kina juu ya madai hayo ya kutaka kuiongoza Tanzania ambayo imeweza kumeguka meguka kisha aandaye uchaguzi mkuu mpya baada ya kufanya marekebisho ya sheria pamoja na kuboresha mifumo ya uchaguzi. Sharifa amesema marekebisho hayo ni muhimu ili kuhakikisha uchaguzi unaofanyika unakuwa huru wa haki na unaowezesha wananchi kuamua hatima ya nchi yao bila vitisho, hofu wala unyanyasaji. Mimi ninaunga mkono hili ambalo limeweza kusemwa na baraza hili la akinamama katika chama hichi cha Chadema kwamba lazima mifumo ya kisheria iweze kufanyiwa marekebisho, mifumo ya uchaguzi vile vile iweze kufanyiwa marekebisho kabla ya uchaguzi, na ninaunga mkono kwamba uchaguzi huu uweze kurudiwa kwa sababu hakuna uchaguzi ambao uliweza kufanyika tarehe 29 Oktoba. Ule ulikuwa ni wizi pamoja na mauaji. Je, wewe unaunga mkono uchaguzi uweza kurudiwa upya? Hiyo ni kumaanisha Samia amekataliwa na yuko mamlakani kinyume na sheria.